Habari popote pale ulipo ndugu mpenzi mtazamaji na mfadiliaji wetu, ni matumaini yangu kwamba u mzima wa afya na unaendelea kutufuatilia kwa ukaribu sana. Tunaendelea na pale tulipoishia kuhusiana na sakata la askofu mkuu wa kanisa la ufufuo na uzima Josephat Gwajima, na muda huu tunakusogezea kilichompata baada ya yeye kuwakwepa polisi usiku wa tarehe 2 mwezi Juni mwaka huu wa 2025. Ni matumaini yangu kwamba wengi tunafahamu na tuliona kilichotokea siku hiyo, kuanzia kanisa la Ufufuo na Uzima kufungwa, askofu Gwajima alivyojibu na kupinga kanisa lake kufungwa akiwa katika madhabahu ya kanisani kwake, na baadaye usiku wa saa tano alivyorekodi kipande cha video akisema, tumezingirwa na magari matatu ya polisi, tupo kanisani, ndani ya kanisa mpaka jinsi ambavyo askari walivyokuwa wakitekeleza majukumu yao usiku ule wa manane, huku baadhi ya waumini wakiwazuia askari kutofanya lolote, wakimkingia kifua askofu wao Josephati Gwajima. Lakini kilichompata askofu Gwajima ni kwamba baadhi ya waumini wa kanisa lake walikamatwa kwa kosa la kuwazuia askari kutekeleza majukumu yao, ambayo yalikuwa ni kuzuia shughuli kuendelea katika kanisa hilo la Ufufuo na Uzima, kwani lilikuwa tayari limekwisha fungiwa na mamlaka. Lakini pia maswali makubwa baada ya seke sekeseke zito usiku ule wa tarehe 2 Juni ni kwamba askofu Gwajima yuko wapi, na kwa nini waumini wake wakamatwe? Yeye hajaonekana kama amekamatwa, na alikuwepo kanisani, ndani ya kanisa. Je, aliwatoka polisi pale pale eneo la tukio ama namna gani? Na kama aliwatoka pale, jinsi mziki ule wa polisi ulivyokuwa mzito vile, aliwezaje Hayo ndo yamekuwa maswali makubwa sana ya baadhi ya Watanzania baada ya vuta ni kuvute ya usiku wa tarehe 2 Juni mwaka huu wa 2025 kwenye kanisa la Ufufuo na Uzima linalomilikiwa na askofu Josephat Gwajima, ambalo kwa sasa limefungiwa na mamlaka. Muda huu tumezipata habari njema sana kuhusiana na wale waumini wa askofu Josephat Gwajima waliokuwa wamekamatwa usiku ule na jeshi la polisi. Walikuwa 84 kwa idadi yao. Waumini hao 84 wa kanisa la Gwajima wameachiwa kwa dhamana leo Alhamis, Juni 5 mwaka huu wa 2025. Dar es Salaam. Waumini 84 kati ya 86 waliokamatwa katika kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima wameachiwa kwa dhamana baada ya kuzuiliwa kwa muda wakituhumiwa kukiuka maagizo ya serikali. Waumini hao ni miongoni mwa waliokamatwa alfajiri ya kuamkia Juni 3 mwaka huu wa 2025 kufuatia mvutano uliotokea kati yao na jeshi la polisi lililovamia makao makuu ya kanisa hilo yaliyopo Ubungo jijini Dar es Salaam na kusitisha maombi yaliyokuwa yakiendelea baada ya serikali kutangaza rasmi kulifuta kanisa hilo. Akizungumza na Mwananchi, wakili wa Askofu Josephat Gwajima, Peter Kibatala, amesema Jumla ya waumini 86 walikamatwa, miongoni mwao 84 wameachiwa kwa dhamana jioni ya Jumatano Juni 4 mwaka huu 20 wa 2025. Waumini 86 walikamatwa, wameachiwa wote kwa dhamana isipokuwa watu wawili ambao taarifa zao tutazitoa baadaye, amesema wakili Pita Kibatala. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro alipoulizwa na Mwananchi kuhusu kuachiwa kwa waumini hao alijibu kwa kifupi kwamba kuna tofauti kati ya kukamatwa na kushikiliwa. Waumini hao walikamatwa kufuatia purukushani kati yao na jeshi la polisi ambalo lilivamia kanisa hilo lililopo Ubungo na kusitisha maombi yaliyokuwa yakiendelea alfajiri ya kuamkia Juni 3 mwaka huu wa 2025. Waumini hao walikuwa wakishiriki katika maombi ya kufunga kwa siku saba yaliyoanza Juni 2 mwaka huu wa 2025 lakini hayakuweza kuendelea baada ya kanisa hilo kuwekewa utepe wa zuio na kuwa chini ya ulinzi wa polisi kufuatia tangazo la serikali la kulifuta rasmi kanisa hilo. Hadi leo Juni tano mwaka huu wa 2025, askari wenye silaha pamoja na gari la maji ya kuwasha bado wanaendelea kuimarisha ulinzi kwenye kanisa hilo. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ametaka taasisi za dini zikaguliwe mara kwa mara. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Alba Chalamila ameitaka serikali kuwa na utaratibu wa kuzifuatilia taasisi za dini ili zisitoe mahubiri yanayoweza kupotosha taifa. Amesema hiyo itasaidia kuziondolea usajili taasisi zenye mahubiri na mafunzo ambayo yanaweza kuwa sumu kwa taifa. Chalamila ameyasema hayo leo Juni tano mwaka huu wa 2025 wakati wa harambee ya ujenzi wa kituo cha watoto wenye uhitaji maalum kilichopo chini ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, yani KKKT. Kauli ya Chalamila imekuja siku chache baada ya serikali kulifutia usajili kanisa la ufufuo na uzima la Askofu Josefati Gwajima kwa kile kilichoelezwa, mahubiri yake yana uelekeo wa kisiasa unaolenga kuichonganisha serikali na wananchi, ikiwa ni siku moja tangu kiongozi huyo wa kiroho atangaze msimamo wake wa kuendelea kukemea vitendo vya utekaji na watu kupotea. Kwa mujibu wa msajili wa jumuiya za kiraia Emmanuel Kihampa, ni kile kilichoelezwa kanisa hilo limekiuka sheria ya jumuiya sura ya 337 kwa kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa na nia ya kuichonganisha serikali na wananchi. Chalamila akitolea mfano wa kanisa alilolitembelea hivi karibuni ambalo kiongozi wake alitoa mahubiri ya uongo. Nafikiri tuwe tunafanya vetting, yani uchunguzi mara kwa mara kwenye hizi taasisi za dini ili kuhakikisha taifa halipati sumu kupitia mahubiri yanayotolewa. Chalamila pia amezungumzia watu wanaopotosha umma na kumhusisha Rais Samia Suluhu Hassan na familia yake na umiliki wa mali nyingi akieleza kuwa habari hizo ni za upotoshaji. Nikupe pole Rais kwa unachopitia, watu wachache wameamua kukusema wewe na familia yako kwamba munajilimbikizia mali. Haya maneno wakati mwingine wanaoyasema hata hawaelewi. Siku moja nikiwa nafanya mazoezi nilikutana na mtu akaniambia, kituo cha mafuta kilichopo katika eneo hilo ni cha mtoto wa rais, na akasisitiza kuwa huwa anakuja pale. Bahati nzuri huyo mtoto wa rais akapita, nikamuuliza, unamjua yule? Akasema hamjui, nikamwambia huyo sasa ndio mtoto wa rais. Albert Chalamila amesema suala la kuhusisha familia kiongozi ya kiongozi aliyeko madarakani na ulimbikizaji mali lilitokea pia kwa rais wa awamu ya nne Jakaya Mrisho Kikwete, lakini uvumi huo ulimalizika mara baada ya yeye kutoka madarakani. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika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 Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa habari hii. Tukutane tena katika habari nyingine. Hii hapa ni Habari Kiganjani. Endelea kusubscribe, endelea kukaa karibu nasi kwa habari zaidi.